Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. kinamtakasa Mwenyezi Mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi. Ufalme ni wake na sifa njema ni zake, na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Yeye ndiye aliyekuumbeni miongoni mwenu, yupo aliyekafiri na yupo aliye muumini. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki na akakupeni sura na akazifanya nzuri sura zenu, na marudio ni kwake. Anajua viliomo katika mbingu na ardhi, na anajua mnayoyaficha mna na mnayoyatangaza. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Kwani haikukujieni habari ya waliokufuru kabla, wakaonja matokeo mabaya ya mambo yao, na wao wana adhabu iliyochungu. Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi, nao wakasema hivyo binadamu ndio atuongoe? Basi wakakufuru na wakageuka upande. Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi simhitaji naye ni msifiwa. Waliokufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. Sema, kwani na hapa kwa Mola wangu mlezi, hapana shaka mtafufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mliyoyatenda, na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru tuliyoiteremsha, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Siku atakayokukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko, hiyo ni siku ya kupunjana. Na anayemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamfutia maovu yake na atamwingiza katika mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito, watadumu humo milele. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu, hao ni watu wa motoni.

Imeanzia sura hii kwa kueleza kuwa kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu na kisiyo laiki na utukufu wake na kwamba yeye ndiye mwenye ufalme na mwenye sifa njema zote na kwamba yeye ni muweza wa kila kitu. Kisha hayo yakafuatilizwa na kutajwa baadhi ya dalili za utimilivu wa uweza wake na ujuzi wake. Kisha sura ikatupa macho kuwaangalia makafiru waliokuwa kabla ya hawa na wakawaasi mitume wa mola wao mlezi, na kwamba wao walionja matokeo maovu ya vitendo vyao. Na hayo yalikuwa hivyo kwa sababu mitume wao walipokuwa wakiwajia kwa hoja, waliwakataa na wakawapuuza. Sura tena ikaingia baada ya hayo kuvunja madai ya makafiri kwamba wao ati hawatafufuliwa, na ikawataka watu wamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru iliyoteremshwa juu yake na ikawahadharisha na siku ya mkusanyo, siku kutapodhihiri kupunjana kwa watu. Kwani wale walioamini wa na wakatenda mema watapata kufuzu kukubwa, na waliokufuru wa ndiyo watakuwa watu wa motoni, na hayo ndiyo marudio maovu. Na hakika masaibi yatakuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na hakika mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu ndiyo anauongoa wa moyo wake Sura inawataka watu wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, wakipuuza, basi hakika mtume hana juu yake ila kufikisha ujumbe, na inawaambia waumini kuwa mali yao na watoto wao ni fitna, majaribio, basi isiwe kuyashughulikia hayo kukawapelekea kuwacha walioamrishwa, kisha ikawaamrisha wamche Mwenyezi Mungu kwa kadri wawezavyo na sura ikahitimisha kwa kuwahusisha waumini watowe katika njia za kheri, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru mpole, mjuzi wa yaliyofichikana na yanayoonekana, basi atawalipa kwa mali yao wanayoyatumia, na kwamba yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika, mwenye hikma, hafanyi upuuzi. Vitu vyote viliyomo katika mbingu nkavikaarli vina mtakasa Mwenyezi si Mungu na kila kisichokuwa laiki na utukufu wake, yeye ndiye peke yake mwenye ufalme uliyotimia na sifa njema, na ndiye mwenye uweza uliyotimia juu ya kila kitu, yeye peke yake ndiye mlipokuwa mlipokuwasi chochote, basi kati yenu yupo anayekanya ungu wake, na miongoni mwenu yupo esaliki na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda na atakulipeni kwa mujibu wa vitendo vyenu. Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa hikima isiyo na ukomo na akakuumbeni kwa sura na akazifanya nzuri sura zenu, kwa kuwa amewafanya wanadamu ndiyo viumbe walionyoka vizuri na kwake yeye ndiyo marejeo siku ya Kiyama. Yeye Mwenyezi Mungu anajuwa yote yaliyomo katika mbingu na ardhi, na anayajuwa mnayoyaficha na mnayoyaeneza, ikiwa maneno au vitendo. Na Mwenyezi Mungu ametimia ujuzi wake kwa mnayodhamiria katika nyoyo zenu. Zimekwisha wafikieni habari za waliokufuru kabla yenu, na wao wakameza ubaya wa matokeo wa mambo yao katika dunia, na akhera watapata adhabu yenye machungu makali. Masaibu hayo yaliwapata ni kwa sababu mitume wao waliwajia na miujiza iliyo dhahiri, nao wakasema kwa kukanya, ati atujiye mtu kama sisi kutuongoza. Wakakanya kuwa watafufuliwa, wakaiacha haki. Mwenyezi Mungu akadhihirisha kuwa hana haja na imani yao kwa kuangamiza, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ukosi wake, yaani kujitosha kwake Si mwenye kuwa na haja na viumbe vyake, ni mwenye kustahiki kusifiwa na kuhibidiwa kwa uzuri wa neema zake. Makafiri wamedai kwa uongo kwamba hawatafufuliwa baada ya kufa kwao. Ewe Muhammadi, waambiye mambo siyo kama mnavyodai nyinyi, ninaapa kwa Mola wangu Mlezi, hapana shaka yeyote, nyinyi mtafufuliwa baada ya kufa kwenu na hapana shaka yoyote kuwa mtaambiwa mliyoyatenda duniani, kisha mtalipwa kwayo. Na huko kufufuliwa na kuhisabiwa na kulipwa ni jambo sahali na jepesi kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Basi msadikini Mwenyezi Mungu na mtume wake, naongokeni kwa kuifuata nuru tuliyomteremshia, hata akakufahamisheni kwa uwazi kwa kufufuliwa kunakuja bila shaka yoyote na Mwenyezi Mungu ana ujuzi wa kutumia kwa yote yanayotokana nanyi, siku atakukusanyeni katika siku ya mkusanyo wa waliotangulia mwanzo na waliokuja mwisho akulipeni kwa vitendo vyenu, siku hiyo ndiyo siku ya tavabun, kupunjana. Kutapudhihiri kupunjika kwa makafiri kwa kuwacha imani na kupunjika waumini kwa kupuuza kuongeza utiifu na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamwondolea maovu yake na atamtia katika bustani zenye kupita kati yake mito wake, humo milele. Malipo hayo ndiyo kufuzu kukubwa. Na walioikataa imani nawo wakaikanusha miujiza yetu tuliwapa mitume wetu kuwaunga mkono, hao ndiyo watu wa motoni, watadumu humo

Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huuongoa wa moyo wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini Mtume. Mkigeuka basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha kwa uwazi tu. Mwenyezi Mungu, hapana mungu mungu isipokuwa yeye. Mwenyezi Mungu na juu ya na wategemee waumini. Enyi mliyoamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa mwamaadui zenu, basi tahadharini nao. Na mkisamehe na mkapuuza na mkaghufiria, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwenye kurehemu. Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, na sikieni na tiini, na toweni, itakuwa heri kwa nafsi zenu. Na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio waliofanikiwa. Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzidishieni mardufu na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra, mpole mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma. Mja hasibiwi na balaa ila kwa kudra Mwenyezi Mungu. Na mwenye kumswadiki Mwenyezi Mungu basi humwongoa moyo wake kwendea katika yanayompendeza na Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ujuzi wake. Na mtiini Mwenyezi Mungu kwa aliyokuamrisheni, na mtiini mtume kwa ujumbe aliyokufikishieni kutoka kwa mola wake mlezi. Mkiupuuza utiifu huu, basi yeye hadhuriki kitu kwa mapuuza yenu na hakika mtume wetu hana jukumu juu yake ila kufikisha utume wake tu kwa uwazi. Mwenyezi Mungu, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu peke yake. Basi waumini na wamtegemee yeye tu katika mambo yao yote. Enyi mliyoamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wamo maadui zenu ambao wanakuzuwilieni mtimtii Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuwatimiziya hawo matakwa yawo, basi kuweni na hadhari nawo, na mkiweza kuyavuka makosa yawo yanayokubalika kusameheka na mkayapuuza na mkawafichiya, basi Mwenyezi Mungu naye takufiriyeni nyinyi, kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira na rehema. Hakika mali yenu na watoto wenu ni majaribio na mtihani, na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa kwa anayependelea kumtii Mwenyezi Mungu. Basi tumiyeni juhudi zenu na nguvu zenu katika kumcha Mwenyezi Mungu, nasikiyeni mawaidha yake na utiini amri zake na toweni katika liyokuruzukuni kwa ajili ya hicho alichoamrisha kitolewe kwa ajili yake, natendeni heri kwa sababu ya nafsi zenu na mwenye kuzuiliwa na Mwenyezi Mungu ubakhili na uchoyo wa roho yake, basi watu kama hawo ndiyo waliojaliwa kupata kila heri. Mkitowa katika mambo ya heri, kutowa kwa moyo safi, basi Mwenyezi Mungu atazidisha marudufu thawabu za mlichotoa na akakusameheni madhambi yenu yaliyokuponyokeni, na Mwenyezi Mungu ni mkuu wa shukurani Nakuwa lipo tendao mema, nani mpole afanye haraka kuadhibu wanaomwasi yeye. Ni mjuzi wa vilivyofichikana na vinavyoonekana, mwenye nguvu, mtenda nguvu, mwenye a hikima katika mipango ya viumbe vyake, mwenye kuweka kila kitu kwa pahala pake.